Mara nyingi tumekuwa tukisikiliza baadhi ya watu ambao wanateseka na mahusiano ya kindoa walio nayo kwa muda mrefu, na wengine wameishi hata kutafuta waganga wa kienyeji kwa ajili ya ustawi wa ndoa yao. Karibu sana, tusikilize simulizi hii fupi ambayo inaonyesha, je, kuna ukweli wowote kuhusiana na hili au kuna kitu cha ziada cha kufanya ili watu wawe na furaha kwenye ndoa zao? Jina langu ni Joseph Makori, Mr. P, Mr. Producer. Palitokea mwanamke aliyekuwa ameolewa na kisha wakashindwa kuelewana na mumewe. Kwa hiyo mumewe akaamua kutafuta mwanamke mwingine atakayemfaa zaidi. Kwa wivu mkubwa yule mke wa kwanza akatafuta dawa ya kuweza kumrudisha mume wake katika ndoa yake. Akatafuta dawa za aina mbalimbali mbali, kama vile za kupaka mwilini kwake. Aina ya pili ya kumtilia yule mwanamume wake kwenye chakula. Lakini aina ya tatu alitafuta dawa ya kuoga nayo bafuni, na aina ya nne alitafuta dawa ya kuchoma na kufukiza ndani ya chumba cha kulala. Dawa hizo aliamini kwamba zitamfanya mumewe amwacha yule mke wa pili na kwamba mapenzi yao yataongezeka na yatarejea kuwa kama zamani. Baada ya kuzipata dawa hizo zote na kuzitumia kikamilifu kabisa, bado hali ilizidi kuwa ile ile, yaani mumewe akaendelea kuishi na yule mke wa pili na hakutaka kabisa kurejea nyumbani kwa yule mke wa kwanza. Yule mke wa kwanza akaenda kwa bibi kizee mmoja ambaye alisifika kabisa kwa uganga hodari, akamwomba amsaidie juu ya tatizo hilo. Bibi kizee hakusita, akamwambia akatafute ubongo wa fisi, yaani akamuue fisi, ampasue kichwa na kuuleta ubongo wake akiwa bado ni mzima, na alimweleza ubongo huo ndio utatumika kutengenezea dawa ya mapenzi. Basi mwanamke ule akarudi nyumbani, akaanza kufikiria jinsi atakavyomtega fisi na kumuua mwanamke huyo, akapata wazo la kununua nyama na kuikatakata vipande, kisha akaitilia sumu na kuviweka njiani pale ambapo fisi hupendelea kupita mara kwa mara. Kesho yake akakuta ule mtego wake ni mtupu, japokuwa nyama alizoziweka zimeliwa. Mwanamke huyo akaamua kununua nyama nyingine nyingi, ambayo ilitoshelezea kukata vipande vipande, kutoka njiani hapo ambapo fisi huwa wanapita mpaka nyumbani kwake. Basi fisi walivyokuja wakaanza kula vile vipande mpaka ndani mwa nyumba yake, kama jinsi ambavyo tunajua ulivyo uroho wa mnyama fisi. Walivyofika nyumbani kwa mwanamke yule, wakamkuta mwanamke yule amejitayarisha vizuri na shoka kubwa alilolinoa kwa ujuzi mkubwa zaidi. Kwa nguvu zake zote, mwanamke yule akampiga kipigo kimoja tu, yule fisi akafa papo hapo. Akampasua kichwa, akamtoa ubongo na akaenda kwa bibi kizee yule mganga kumpelekea ubongo huo. Mara baada ya kufika, bibi kizee akamuuliza, mwanangu umeniletea lile dawa nilokudumia? Mwana mwanamama yule akajibu, ndiyo mama, lakini nimeipata kwa shida sana alivyomkabidhi bibi kizee yule ubongo wa fisi, bibi kizee aliupokea kisha akakaa kitako, akainamisha kichwa chini kwa utulivu mkubwa sana. Baada ya sekunde chache akainua kichwa na kumuita, mwanangu, sasa nizakuelekeza kila, kila kitu vizuri kabisa ili kuhakikisha mumeo anarudi nyumbani. Akasema umetumia akili na ujuzi mwingi kabisa kumtega fisi na kumuua. Sasa enenda ukatumia akili hiyo na ujuzi wako wote ulionao ili uweze kupata mapenzi kutoka kwa mumeo. Haina jinsi, kuwa msafi, uvae vizuri, upike chakula kitamu kwa mumeo. Mara baada ya kufanya hivyo, basi mumeo atamwacha mke aliye naye sasa, na, na atarudi nyumbani, ataishi kwa amani na furaha. Mwanamke yule alistajabu majibu, na aliporudi nyumbani akafanya yote aliyoambiwa na bibi kizee yule au kupita muda mumewe akamfukuza mke wake wa pili na akaamua kurudi nyumbani kwa mke wake wa kwanza. Baada ya hapo, wakaishi vyema kwa miaka mingi mpaka vifo vilipowatenganisha. Inaaminika kuwa watu wanaposhindwana kuishi pamoja katika ndoa hutumia dawa za kienyeji kwa sababu ya kustawisha maisha yao. Wapo wakina mama wengi ambao wanaamini kabisa kwamba kuna dawa za mapenzi, lakini ukweli ni kwamba dawa ya mapenzi ni moja tu, nayo na ni kuhakikisha kwamba kila mama anamheshimu mume wake na kumtii mume wake. Nyumba yenye mapenzi inamfanya mume wake aipende zaidi na apende kukaa nyumbani na asiweze kutembea tembea hovyo. Jina langu ni Joseph Makori Mr. P, Mr. Producer.